Uh, kwa kwanza unaweza katupa picha ya jumla hali ilikuwaje kwenye awamu hii ya kwanza ya kampeni ya msaada wa kisheria ulikuwa ni msimu wa mafanikio ama changamoto? Ah, katika utekelezaji wa kampeni ya msaada wa kisheria mama Samia, ambayo tulianza rasmi mwaka 2023 ambayo ilitarajiwa kuisha 26 lakini tumefanikiwa kuimaliza kabla ya 2026 kwa upande wetu kama wizara ya Katiba na Sheria imekuwa ni ya mafanikio makubwa, kwa sababu tumekutana na wananchi, kwa maana tumewashushia ile huduma msaada wa kisheria chini, tumewakuta kule waliko kwa maana kampeni ilitakiwa iishe mwaka elfu mbili na ishirini na sita Mdia, lakini tumeimaliza mwaka elfu mbili na ishirini na tano na leo ndo kwanza tuko tarehe kwa thelathini a mwezi wa sita. Kimetokea ni, me, ni nini ratiba mmekwenda tofauti au nini kilichotokea? Kilichotokea ah, baada ya kuanza utekelezaji hey, tuliona ule uhitaji ni mkubwa wa mm. wananchi mm. mm. kitoka mkoa huu, kila mkoa unasema tunaomba na sisi, tunaomba tunaomba. Kwa hiyo hiyo ikapelekea uongozi wa wizara kuona kuna haja sasa, badala ya kuzindua mkoa mmoja mmoja, basi tukawa tunazindua mikoa mingi kwa wakati mmoja, timu zinakuwa zinagawanyika na kutoa huduma kwa wananchi mm -hmm. Sasa kwenye, kwenye kampeni hii ni aina gani, gani kesi, kese, matatizo kisheria, matatizo ya kesi au matatizo ya kisheria ambayo mmejikuta amekutana nayo kwa wingi zaidi kutoka kwa wananchi? Kikubwa matatizo makubwa ambayo ni changamoto kubwa ni ardhi, ndiyo ambao migogoro inaongoza kwa mingi, lakini kuna masuala mazima ya mirathi, masuala ya ndoa, matunzo ya watoto, matunzo ya watoto kwani ni vitu ambavyo vimeongoza. Suala la ardhi imechukua nafasi kubwa zaidi, migogoro ya ardhi ni mingi. Mmetembea katika, katika mikoa mingi tukimalizia na hapa Dar es Salaam, wapi kulionekana kuwa na mwitikio mkubwa zaidi? Ah, <coughs> kila mkoa ulikuwa na mwitikio wake kwa nafasi yake mm. Lakini mkoa wa Dar es Salaam <coughs> mwitikio ulikuwa nao ni mkubwa zaidi mm. mm-hmm. Unaweza kutuambia, uh, Dar es Salaam ikiwa kama mkoa wa mwisho wa kampeni hii Je, mliona tofauti zipi kati ya Dar es Salaam na mikoa mingine mliyopita kama vile Singida, Mwanza na hata Mbeya? Ah, tofauti ya Dar es Salaam na mikoa mingine, da, kuna ule upatikanaji wa hizi huduma mm. nyingi za msaada wa kisheria au huduma za kisheria kwa wananchi ukilinganisha na mikoa mingine, kwa sababu karibia mashirika yote yanayotoa huduma za msaada wa kisheria yapo Dar es Salaam, kwa hiyo huduma zinapatikana, ukilinganisha na maeneo mengine ambayo mwananchi anakuwa ile nafasi anayoona kwake ni adhimu sana hmm. kuweza kuwapata watu wa huduma za msaada wa kisheria hmm. kwa hiyo hiyo kwa, kwa, kwa kutuambia hivyo Edith. Uh, inamaanisha kwamba mwitikio pia kwa Dar es Salaam haukuwa mkubwa sana kama mlivyotarajia, kwa sababu huo uh, msaada wa kisheria watu wanaupata kutokana na kuwepo kwa uh, hayo mashirika ambayo yanatoa misaada? Hapana, mwitikio ulikuwa ni mkubwa na wananchi walijitokeza kwa maana ya kwamba, kumbuka, hapa ni serikali imeshuka kwenda kuwapa huduma wananchi kupitia Wizara ya Katiba na Sheria. Kwa hiyo mwitikio ulikuwa ni mkubwa na muunganiko wa utoaji wa huduma uliunganisha wadau mbalimbali, sio wizara peke yake. Tuna wataalamu wa halmashauri ambao walishiriki, tuna mashirika yanayotoa huduma za msaada wa kisheria wataalamu wao walishiriki, na kwa mfano pale Temeke tulikuwa na mabanda zaidi ya kumi na tano hmm. Yote yalikuwa yakitoa hizi huduma hmm. Kwa hiyo tulikuwa kwa pamoja, tupo katika mwamvuli wa serikali kwa maana ya wizara ya katiba na sheria mm -hmm. hmm. Kwa kwa, kwa Dar es Salaam ni, nini ilionekana kuwa changamoto kubwa bado ni ardhi, kama ilivyo mikoa mingine, masuala ya ardhi, ndoa, mirathi hmm. ni changamoto mnatoa hmm. suluhu kabisa ya moja kwa moja ama ushauri tu uh, ni, ni ni mashauri gani matatizo gani ambayo mmeweza unaweza mkasema mmeyatatua kabisa uh, kupitia uh, siku hizo ambazo mlikuwa hapa Dar es Salaam uh, na yakafikia ukomo kabisa uh, kwanza kama ambavyo Ne, labda mtangazaji, nianze kwanza kwa hmm. kukupa kukupa ABC kwamba tunapofanya kwenye kampeni hmm. katika kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia hmm. kuna njia, njia ambazo tunatumia kwa maana kuna kutoa elimu kwa umma hmm ni lazima tunapofika, huwezi tukatoa ushauri kabla ya elimu, lazima mwananchi hmm. ajue. Mwingine ni ufahamu, tuafahamu taratibu zile za kisheria hmm. lakini pia kuna ule ushauri wa kisheria sasa, ambapo mmoja mmoja mtu anakuja na changamoto yake, lakini pia kuna uandaji ule wa nyaraka kwamba hapa tuna mtu anahitaji kuandaliwa nyaraka na hana uwezo wa kumudu zile gharama za kuandaliwa nyaraka hmm. lakini pia kuna maswala mazima yauwakilishi katika vyombo vya utoaji haki. Kuna ule mwananchi ambaye unaona kabisa hana uwezo, ni moja ya njia ambazo tunatumia, lakini pia tunatatua migogoro kwa njia mbadala, kwa maana tunakaa na pande zote mbili. Kayo ni vitu ambavyo tunakuwa tukivifanya kwa pamoja, kwa maana kwenye migogoro, ipo migogoro ambayo tulimaliza papo kwa papo kwa maana zaidi kwa mkoa Dar es Salaam zaidi ya migogoro mia nane tuliweza kuisuluhisha. Na hiyo migogoro sasa inakuwa kwenye nyanja, inategemeana aina ya mgogoro, mingine inakuwa ya ndoa, mingine ni ya ardhi. Kwa hiyo kuna ile ambayo tunakaa kwa pamoja na pande zote mbili, tunaweza kusuluhisha na mwisho wa siku tunafikia muafaka. Mm. Mi niulize hapo Muhammad kwa vile amesema wa wana wakati mwingine inawalazimu mkae na pande zote mbili mm. Kwa mfano mm. kwenye mgogoro kama wa ardhi pengine wa Neema na Muhammad. Inapoabidi kwenda kwenye eneo kwenye site kuona, ili walau mfike, hiyo suluhu inalazimika kufanyika hivyo, mnafanya mm. hivyo, tunafanya na wataalamu walienda mpaka mm. kwenye saiti mm. e, walienda kuona baadhi mm -hmm. ya migogoro, hupati picha mwananchi mm -hmm. anapoeleza. Ni lazima uende kwenye eneo husika uone na wale viongozi wa mtaa, na mnapofika basi tunasimamia mm -hmm. tunaangalia, lakini tunarudi sasa mezani kwa pamoja tunakaa na kuweza kusuluhisha. mm -hmm. eh. mm -hmm. umepata picha sasa, kumbe mm, ulazimu wakati mwingine kwenda makibwa mm -hmm. e, ana kueleza mm -hmm. Sasa kampeni hii ya msaada wa kisheria mama Samia ilikuwa na malengo mahususi. Je, mnaweza mkasema kwamba katika awamu hii ya kwanza lengo kuu la Rais Samia limefikiwa kwa kiwango gani? Uh, lengo <coughs> limefikiwa kwa asilimia tunaweza tukasema 99.9 kwa maana 99, 99, mm. kwa ya kwamba kwanza ile kupata uelewa wa masuala ya kisheria mm, kwa sababu elimu ni kitu kingine na utatuzi wa migogoro ni kitu kingine, lakini mwananchi anapopata elimu, mnapoenda mpaka kule chini kule, nakuta kama Katavi kule, tulienda wilaya Tanganyika, kuna mm, mwananchi anasema mm hadi huku mmetufikia. hmm. anakuwa kuna vitu ameelewa, anafundishwa, anajua ah, kumbe taratibu ni hii. mm -hmm. Sawa, so, wakati mwingine ina, kwa mfano kwa baadhi ya migogoro inambidi mwananchi afungue shauri pengine mahakamani kwa ajili ya kutatua hiyo shida yake. Inakuwaje kwa mtu kama huyu, mtalazimika kumfungulia? Na je atapata msaada wa kuwa na mawakili wa kuweza kumsaidia? Uh, kama ambavyo mtangazaji, Wizara ya Katiba na Sheria mmoja majukumu yake ni kuratibu hizi huduma za msaada wa kisheria kwa hiyo tunayo mashirika ya huduma za msaada wa kisheria lakini, kama wizara tunafanya kazi na chama cha mawakili, chama cha wanasheria Tanganyika, ambao kwenye timu tunakuwa nao na mawakili hawa moja pia jukumu lingine ni katika kusaidiana hizi kesi kwa maana, kwa baadhi ya mashauri ambayo tunaona hili linatakiwa ba, kuna baadhi ya migogoro unapoisikiliza, unaona kabisa linahitaji kufunguliwa shauri. Kwa hiyo ni lazima apate mtu wa kumsaidia kwa yule mwananchi ambaye anakuwa hana uwezo wa kumudu zile gharama za mawakili. Kwa hiyo tunamuunganisha na wenzetu chama cha wanasheria Tanganyika hmm. lakini kuna yule mtu anakuja unaona kabisa ana kesi inawezekana inaendelea, lakini hana uwezo kabisa na hajui ni namna gani anaweza akajitetea. Kwa hiyo naye pia tunamuunganisha, kwa sababu sheria ile ya huduma za msaada wa kisheria ya mwaka elfu mbili na kumi na saba mm. inatoa hilo jukumu kwa wizara kuhakikisha hizi huduma za msaada wa kisheria zinapatikana wa wananchi wasiokuwa na uwezo. Mm. Lakini kuna yule unakuta kesi imeshaisha level fulani, labda ni mahakama mwanzo imefika mwisho au mahakama ya wilaya, anahitaji kukata rufaa na anakuwa sasa hana uwezo, nyaraka ile mm. niliwambia, mwingine anahitaji kuandaliwa nyaraka, kwa hiyo inabidi tumsaidie zile nyaraka ziandaliwe ili aweze kuendelea na kesi mm -hmm. Na sasa watu wanajiuliza na Wakili Edith. Uh, awamu ya pili inatarajiwa kuanza lini na mm -hmm. Je, itagusa maeneo gani? mm. na kuna maboresho yoyote ambayo yanatarajiwa? ah, <coughs> kama wizara tunasema awamu ya pili ipo na itaendelea, lakini kwa maana ya maeneo kwamba ni maeneo gani itagusa wakati tunafanya utekelezaji wa kampeni <coughs> hatukuweza kugusa kata zote mm. na vijiji vyote au mitaa yote kutokana na ukubwa mm. wa nchi yetu mnafahamu. Kwa maana hiyo, sasa hii awamu nyingine inabidi turudi tena kwenye maeneo ambayo hatujayafikia. kuna mm. kwa sababu so, tulikuwa tukienda katika halmashauri tunachukua kata kumi, kumi na vijiji thelathini au mitaa thelathini mm. katika kila halmashauri, so mm. ah, tutarajie tu mwaka wa fedha ujao. Ujao. Yes. Sio huu ambao umeanza unaanza kesho, na ambapo kwa kuonyesha msisitizo kwamba bado tunaendelea mm. tupo katika viwanja vya maonyesho Sabasaba mm. Okay. Tukiendelea kutoa hizi huduma za msaada wa kisheria na huduma nyingine za kisheria hmm. Sasa chike, mmejifunza nini katika awamu hii ya kwanza ambacho mnaona kabisa kina umuhimu kwamba mtakiingiza kama uzoefu kwenye awamu uh, zinazofuata? Cha kwanza kwanza ni utatuzi wa migogoro. Utatuzi wa migogoro ni kitu cha kujifunza kwamba mwananchi anapopata suluhu ya ule mgogoro ambao umemsumbua kwa muda mrefu, basi inamsaidia kufurahia na kuwa na amani lakini pia na maendeleo. Mm -hmm. Hicho ambacho amejifunza eh, lakini pia kwa maana ya wananchi sasa kujifunza kwamba wananchi hawana uelewa wa masuala ya kisheria mm. Kwa sababu kuna vitu vidogo vidogo sana ambavyo mwananchi vinamfanya anashindwa kupata haki yake kwa kuto kujua tu. Kwa hiyo uelewa bado ni mdogo. Sasa tuzungumze na huyo huyo ambaye hajawahi kupata msaada wa kisheria laa anachangam, unamwambiaje kuhusu umuhimu wa kampeni hii na jinsi ya kufaidika nayo kwa awamu zijazo? Ha, kwa wale mwananchi ambaye hajapata kabisa, kwanza wizara haitoi tu huduma za msaada wa kisheria kwa maana kupitia tu kampeni, hapana. Tuna ratibu, tunao mashirika zaidi ya mia mbili ambayo yanatoa huduma za msaada wa kisheria nchi nzima na yamesajiliwa na Wizara ya Katiba na Sheria, lakini wizara ilipoona sasa baada ya kupita wakati wa kampeni kuona uhitaji ni mkubwa sana tunayo madawati ya msaada wa kisheria ambayo yameanzishwa katika kila halmashauri, kwamba tunao wataalamu ambao wapo kule halmashauri ambao lile dawati sasa ni kupokea haya malalamiko ya yeah, au wana changamoto za wana wananchi, hmm, na kuona wale ambao wanahitaji huduma za msaada wa kisheria tunawasaidiaje? mm -hmm. hmm. Lakini na... tunao pia wasaidizi wa kisheria ambao tunafanya nao kazi nchi nzima hmm. na wana, ni zaidi ya elfu moja wapo katika ngazi ya kata. Kwa wale nao mahali walipo, huwa wanatoa elimu na kuwasaidia wananchi kuelewa ABC ni huduma zipi na atazipata wapi na kumuunganisha na watoa huduma hmm. sawa uh... Unajua, kuna, kuna tumekuwa tukiona na kushuhudia mambo mengi, lakini mwendelezo wake siku zote unakuwa sio mzuri. Takupa mfano uh, kuna, kuna watu wakati, wakati mwingine wanapanda miti, kampeni labda ya kupanda miti, ile kampeni, watu wakishapanda ile miti wanaisahau baada ya hapo, lakini kumbe muhimu zaidi ni muda wa kusimamia ule mti mpaka ukue, kwa maana ya kumwagilia, kuuangalia mpaka ukue. Uh, watu wakishapanda shughuli imekwisha hapo, tumepanda miti elfu moja lakini baada ya muda ukija kuiangalia ile miti, uh, labda asilimia themanini yote imekauka, imekufa, kutokana na kukosa uangalizi ama mwendelezo wake. Sasa kwa wale ambao walipata msaada Je, kuna mpango wa kufuatilia athari au mwendelezo wa kesi zao baada ya kampeni kuisha? Ah, kama wizara imejipanga, kwa sababu lengo sio kumsaidia mwananchi na kumwacha tu kupitia kampeni. Kama anavyosema kwamba sisi, vitu ambavyo tunatekeleza ni vitu ambavyo vipo kwenye majukumu yetu mm ya kila siku, kwamba tunapoongelea msaada wa kisheria, ipo kabisa idara ambayo inahusika na huduma za msaada wa kisheria ambao na mimi nipo ni katika idara hiyo mm -hmm. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tayari kuna mipango ambayo ipo na kwa maana ya hizi huduma sasa, kwamba zinaendeleaje, ndo kama hivyo tulivyosema, yapo madawati ya msaada wa kisheria lakini pia hata migogoro yote ambayo unaiona wizara inatoa takwimu ni kwa sababu tunao mfumo kupitia huduma za msaada wa kisheria, tuna mfumo ambao hii migogoro yote ipo kwenye mfumo, tunaifahamu kwamba dada Neema, mm -hmm. huyu ana changamoto gani aliyoiwasilisha, lakini kama wizara pia inafanya kwa maana ya ile evaluation, tathmini mm -hmm. ya utekelezaji wa kampeni kwa awamu hii na ufuatiliaji sasa wa ile migogoro kwamba ni ipi kuna ambayo tumemaliza, kuna ambayo tuliondoka tayari inaendelea mm. na imeshaisha mm. lakini kuna ambayo basi bado ipi bado, na sababu ni zipi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tumejipanga kikamilifu. Kuna baadhi ya wasikilizaji wetu wanauliza maswali. Msikilizaji wetu mmoja anaitwa Edson na anasema yeye yuko Kigoma, anasema tunawaomba Wizara ya Katiba na Sheria kupitia kampeni ya Mama Samia, Mama Samia Legal Aid Campaign, wawe na utaratibu pengine kwa awamu ijayo kututangazia mapema ili kwa mtu aliye mbali kwenye eneo la mkoa wake apate muda wa kujiandaa na kuandaa pengine nyaraka na vitu vingine muhimu kwa ajili ya kukutana na hao wataalamu watakaokuwa wakitoa msaada wa kisheria. Anaomba vizuri, kama mtakuwa mnatoa taarifa mapema, ili iwe msaada kwao pia. Haya, mwingine anasema na... Mm. Sawa, unaweza kuongea yeah. Na nimepokea na tuta tutafanya hivyo kuendelea kutangaza. Nitoe tu mfano tulivyokuwa Mwanza tumehudumia wananchi wengi wanaotokea Kagera. mm. E, kwa kwamba mtu amelazimika ame kutoka kutoka Mwanza ana anahamia mkoa mwingine Kagera, walikuwa wanakuja Mwanza kwa sababu tulianza uzinduzi Mwanza mm. kabla ya kufika Kagera. Kwa hiyo tuko tunawapokea wananchi wengi, na harudishwe, tunamsikiliza tunatatua changamoto yake. Msikilizaji mwingine anauliza anasema, anaitwa Richard Nyalama ana ana Shinyanga anasema kuna namba ya simu au mawasiliano yoyote kuwapata watu wa msaada wa kisheria hata wakati huu ambapo tayari umekusha pita kwenye baadhi ya maeneo yetu? Ndio, namba ipo, nitaitoa mm. e, muda si mrefu sawa. Haya, basi namba itatolewa Richard, e, Nyalama kutoka Shinyanga, utaisikia namba hapa hapa akiitaja Wakili Edith, mwingine anasema habari za asubuhi Neema Kindole na Muhamed Salim hapo UFM anasema mimi naomba kufahamu tu e... anasema Samia Legal Aid Campaign kwa halmashauri ya wilaya ya Kigamboni ni kata na mitaa ipi wamefika awamu hii ya mwisho, kwa sababu huku mtaa wa Mbutu Mkwajuni kata ya Somangila hatukuwaona wala kusikia taarifa yoyote kuhusu wao ili tuweze kupeleka migogoro yetu. Msikilizaji huyo yuko Kigamboni, alikuwa anatamani kujua kama mlipita pia na huko, maana hawakupata taarifa yoyote kuhusiana na, na kampeni ambayo iliendelea. Pengine kama ni Kigamboni au mlijumuishaji, pengine ufafanue hilo kidogo. Ah, kwa Kigamboni tulifika katika kata tisa lakini mitaa sio yote, na maana tunapokuja kwenye awamu nyingine mm. Mitaa hii ambayo imebaki basi tutapita na kumalizia haya, msikilizaji. mm -hmm. yeah. Ms. wa mwisho anaandika anasema jopo yeye alitaka kufahamu tu kwa nini imeitwa Mama Samia Legal Aid Campaign. Swali lake hilo. Naam, kwa kifupi tu Mm. Mm. Sababu za kuitwa Mama Samia hii kampeni, ma, maono au mwanzishaji wa kampeni hii au ni maono ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo aliona kuna lile ombwe mm. la masuala mazima upatikanaji haki, kwa maana uelewa wa wananchi kuhusu masuala ya kisheria namna ambavyo wanapata shida kupata hizi huduma. Aha. Kwa hiyo akawa ipa wizara jukumu mm. la kuona ni namna gani inatekeleza maono hayo kuweza kuwasaidia wananchi, ndo hapo sasa tunasema ni yeye ndo mwanzilishi. mm -hmm. Sawa basi, vizuri. Wakili Edith, kama utatoa namba hiyo ya simu kwa ajili ya msikilizaji ambaye litamani kujua kama kuna mawasiliano yoyote, pengine anaweza akapata huduma hata kwa njia ya mtandao. Ndio. Nashukuru <coughs> nilipitiwa tu, mambo yamekuwa ni mengi mm. Lakini Wizara ya Katiba na Sheria ina kituo kabisa cha huduma kwa mteja Aha. ambapo tunahudumia wateja kuanzia saa moja na nusu asubuhi mpaka saa kumi na moja jioni mm -hmm. na huo muda wote ukipiga basi unapata huduma hizi zo za huduma zozote za kisheria ambazo unahitaji, na namba yetu ni sifuri mbili sita mbili kumi na sita sifuri tatu sita sifuri. Naomba nirudie tena mm -hmm. Namba ya simu ni sifuri mbili sita ishirini na moja sitini thelathini na sita sifuri. Hii ni namba ya bure au ni, ni mtu akipiga atachajiwa? Ah, lakini <coughs> ni ya msaada wa kisheria sawa, kwa kwa lolote anapohitaji kupata maelekezo pengine kujua anaweza kufanya nini, utaratibu gani pengine aufuate, uh, uh, atakapohitaji msaada wa kisheria kupitia nambari hii ya kituo maalum atapata maelekezo, atapata maelekezo yote na Aha. Hata sasa hivi <coughs> tunapokea simu pia kupitia pale banda la Sabasaba kwa maana ya hmm. banda la wizara katiba na sheria pale viwanja vya Sabasaba. Aha. E. Hmm. Sawa, mwame nafikiri mambo vizuri yameeleweka no, mm. niwa ni wa... niwaalike wananchi mm. pale katika viwanja vya maonyesho kimataifa Sabasaba, tupo na tayari tumeanza kutoa huduma tangu jana mm, kwa hiyo wawe huru tu pale utafika. Panapo hitajika kwenda eneo la mgogoro, basi timu itaondoka kwenda kuona kwa mm -hmm. E, kwa hiyo tuwaalike. tunaendelea kusikiliza nakupokea zile changamoto ambazo zinawasumbua na huduma za msaada wa kisheria, basi zinaendelea kutolewa pamoja na huduma nyingine.